Na mtazamaji wa Trend TV ebwana, moja kati ya habari ambazo zimeweka headline huko mitandaoni ni hii hapa, kuhusiana na kitu ambacho amekizungumza e, moja kati ya mabondia maarufu hapa Tanzania anayefahamika kwa jina la Hasani Mwakinyo, ambaye yeye pia amezungumza la kwake kuhusiana na inshu ya inayoendelea sasa hivi, hususan kuhusiana na msiba wa marehemu Carina. So Mwakinyo kupitia ukurasa wake wa Instagram ameonyesha ametoa hapa maoni yake, ameandika kwamba wote tunafahamu kuwa msiba sio kitu cha kufurahisha na ndio maana inakuwa ni siku ya majonzi. Mfiwa unapataje nguvu ya kuposti au kuandika, kuandika, eh, kuandika Instagram eh, yani how unaweza kufanya msiba wako kuwa content ya, msi, kuwa content ya msiba eh, wa taifa. Guys, mbona mnakuwa washamba washamba sana? Hicho ni kitu ambacho Mwakinyo amehoji au ameuliza kwamba inakuwaje, mtu tunafahamu kabisa kwamba msiba ni siku ya majonzi, na inakuwaje sasa mtu umefiwa, lakini unapata nguvu ya kuandika mtandaoni, unapost mtandaoni na vitu vingine kama hivyo eh. Ameona kwamba ameuliza kwamba kwa nini watu wanakuwa washamba na mambo mengine kama hiyo na na mambo mengine kama hayo which, ni point. Na watu Ndicho alichokizungumza Mwakinyo, kwamba mtu umefiwa, unaanza kuposti mitandaoni mambo ya msiba na vitu vingine kama hivyo. Ni kama vile unatumia msiba kuwa kama content wakati umefiwa, na tunajua kwamba ni, ni, kitu cha majonzi. Inakuwaje, kuwaje mtu unapata hiyo audacity ya kuposti vitu kama hivyo? Kuna mtu mwingine hapa anaitwa Cholo ameandika kwamba bwana, mitandao inamaliza he, utu wetu kabisa, yani imebaki tu ni kujifurahisha kwa mtu mwingine, ameandika hivyo. Mtu kwa mtu amesema kwamba bwana, huyu anamsema anazungumzia msiba wa Karina au wa mejakunta au wa mama yake na mejakunta. Kuna mtu ameandika hivyo, kwa mtu mwingine hapa amekuja, amesupport, amesema kwamba bwana, yani Mwakinyo yuko sahihi kabisa. Je, ukiwa kama mdau una kipi cha kuzungumza kuhusiana na hili? Weka maoni yako katika comment section, ndio tukisoma na ku-reply kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.